Hakuna urais wa, wa Samia. Kutokea Samia akashindwa, wananchi wameshinda. Hakuna urais wa Samia haupo, haupo. Ah, dada, una cha kutuambia Watanzania? Naona nyie mtu mkiona amekaa kwenye gari anawelimisha, ndo huwa mnaelewa. Hebu na mimi nikae kwenye gari kidogo. Huyu dada sasa hivi ashashindwa, so kushindwa Yani kwamba katika hili haliwezi, dada dada chembamba cha kufanya sasa hivi unatufelisha sisi wanao apu saizi, rudi endelea kutupostia zile nyuchi ulizokuwa natupostia nyuchi zako kwenye apu, si tukaendelee kuangalia haya mambo mengine haya, sijui Tanzania, sijui nchi yangu, sijui nini, ushashindwa na so kushindwa. Hatutaki sisi wa Tanzania, hatutaki kwa dada Turudi kwenye apu update zote kwenye apu, sikutaka kuposti nyuchi kwenye apu tukaone kule huku, sijui Tanzania sijui nini sijui nchi yangu sijui nini. Aa dada, we raia wa Marekani, sisi wa Tanzania tuache, hatukusikilizi hatutaki kuhusu hilo ila, ukitwambia mambo ya kwenye apu, tukaangalie nyuchi umeshaziposti nyuchi zetu huko za kuko, tutakuja, lakini katika hili achana nalo, tushashindwa. Watanzania tushakusikiliza, tushaona. Wenye kuona madhara wameona, wenye kuona faida wameona. Ko, nadhani kila mtu atakuwa tayari anaelewa na anauelewa, ukiwa kama binadamu na ni mtu mzima unaelewa. Ko dada, turudi kwenye nyuchi, huku kwingine achana nako.